Utukufu wote ni wa kwako, hatustahili kugusa hata sehemu ya utukufu wako. Tunakushukuru kwa neema hii ambayo umetupatia, tunakushukuru kwa kutupa kibali cha kuingia malangoni pako tena asubuhi ya leo. Tunaendelea kualika uwepo wako na nguvu zako, ukaseme nasi e Bwana, usitufiche uso wako. Mioyo yetu ina kiu nawe, mioyo yetu inakuhitaji wewe, katika jina takatifu la Yesu Kristo tukitiisha falme na mamlaka zote za giza na kila kitu kinachoinuka kinyume na elimu yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, endelea kujifunua na kujidhihirisha katikati ya maisha yetu, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen. Barikiwe na Bwana, unaweza ukaketi. Tunamshukuru Mungu kwa wakati huu tena ongera kwa kufika nyumbani mwa Bwana. Tunaendelea na ujumbe wetu unaosema, msalaba ni nguvu yetu katika kushinda vizuizi vya hatima. Msalaba ni nguvu yetu ya kushinda vizuizi vya hatima. Viko vizuizi mbalimbali mbali, na tulipata nafasi tukaona kizuizi cha kwanza ambacho Yesu Kristo alikikabili pale msalabani. Tulisema ni roho ya kukataliwa au hali ya kukataliwa na watu. Watu wanakukataa bila sababu. Tutaona Kristo alikataliwa, hakuwa na kosa, hakuwa na shida, lakini walimkataa na kuonesha hana thamani yoyote ndio maana tulisema kwa nini kukataliwa kunazuia mtu kufika kwenye hatima? Kwa sababu katika kukataliwa mtu anakosa kujiamini. Katika kukataliwa mtu anashindwa kuita, anajiona ana thamani katika maisha yake, anajiona hana thamani. Kukataliwa kunamfanya asipewe fursa au kuziona fursa nyingine kwa watu wanapomkataa, inapotokea fursa nyingine, hawezi kwenda. Inapotokea fursa, wanaweza wasimwite. Kwa nini? Kwa sababu ya hali ya kukataliwa. Lakini pia kunamfanya jioni hana thamani, na hapa ndo unakuta mtu anafanya maamuzi ambayo watu hawakutegemea, maamuzi ambayo yana gharimu pengine hata uhai. Sasa hiyo ni hatari sana. Ndio maana Kristo, alipoona hayo na kutambua kwamba hili ni tatizo na hii ni shida, ikabidi yeye aende msalabani apitie yote hayo, ili sisi tuweze kushinda tunapokutana na hali hiyo. Ndio maana jana nikakwambia, anaijua thamani yako na yeye anakuheshimu. Alikataliwa ili wewe thamani yako ipate kuonekana. Tulisoma kwenye kile kitabu cha Petro wa Kwanza, sura ile ya pili na ule mstari wa nne, anasema lile yeye alikuwa ni jiwe kula pembeni, lililokataliwa na watu, lakini kwa Mungu ni jiwe lenye heshima. Kwa hiyo alipitia yote hayo, ili wewe unapokutana na hali hiyo usiangalie hiyo hali, uangalie kilichofanyika msalabani ikiwa alienda akapata heshima, na wewe unatakiwa uione hiyo heshima. Lakini pia kuna jambo natamani tuliombe tena asubuhi ya leo, kabla hatujaenda kwenye kizuizi cha pili, nataka tulione. Anapokuwekea hali hii ya kukataliwa, kuna vitu mbalimbali ambavyo adui huvitumia ili kuimarisha ile roho ili mtu aendelee kukataliwa, kwa sababu tuliona Yesu hakuwa na shida, lakini watu walimkataa. Sasa utajiuliza kwa nini wanamkataa, kwa sababu hana kosa lolote, hana shida yoyote, hana tatizo lolote, ni mtifu, lakini akakataliwa. Sasa hicho ni kipindi ambacho anakipitia na ni hali ambayo inatokea. Sasa adui anapotaka kuimarisha hicho kitu au anapotaka kumzuia mtu kufika, atatumia hiyo roho ya kukataliwa. Na anapotumia hiyo roho ya kukataliwa, kuna vitu ambavyo huvitumia kwa mtu huyo ili kuhakikisha kwamba anaendelea kukataliwa na hakubaliki popote anapokwenda. Waliokuwepo jioni, tuliangalia jambo mojawapo, tulisema adui anaweza akaiharibu sura, weza akaiharibu sura yako, akaharibu uso wako kwa kuutia mavi. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Malaki sura ile ya pili, nitasoma alafu tutaenda kwenye ajenda ya pili. Anasema katika kitabu cha Malaki sura ile ya pili, anasema hivi, angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka mavi nyuso zenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi na mavi ya sadaka zenu nami, nanyi mtaondolewa pamoja naye. Atapaka nyuso mavi na akishapaka nyuso mavi na sadaka zenu na baada na uwakika ya hapo mtaondolewa. Kwa hiyo uwe na uhakika adui akipaka mtu mavi, akiharibu uso wa mtu awezi akakubarika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia imesema hapa, na Mungu mwenyewe anasema mimi nitapaka nyuso zenu mavi na sa, mavi ya sadaka zenu, ili mpate kuondolewa. Kwa hiyo adui anapotaka kuimarisha roho ya kuimalisha kukataliwa atatumia moja ya vitu kama hivi kuhakikisha anauchafua uso wa mtu, anauharibu uso wa mtu kwa sababu hakuna mtu anaweza kaa na kinyesi, hakuna mtu anaweza sogelea kinyesi. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno gumu Biblia imetumia, lakini ni kutuonesha kwamba mtu akipatiwa hali ya namna hii, popote anapoenda hawezi kukubarika. Ndio maana tunapoomba roho ya kukataliwa maana yake lazima ushughulike na hili jambo unaweza ukawa una sifa zote za kupata kazi ambayo umeomba, una sifa zote za kuwepo ofisini hapo, una sifa zote za kusikilizwa, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho adui amekuchafua, adui amekupaka, ame... na urafiki nacho. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kikishatoka mwilini mwako, ukikigeukia hivi na ukiangalia urafiki haupo tena. Sasa kama we kuna mw... mtu atakukubali Halo watakatifu wa Bwana, kuna mtu atakukubali? Waswahili walisema, nafikiri, sijui ni mithali, sijui ni msemo, sikumbuki vizuri, lakini wanasema, tukiwa wote ni marafiki, tukiachana ni nani, ni maadui. kwa anapo kinapokuwepo kwenye mwili wako, ukishakitoa tu, hata kuangalia sometime utaki. Na kama ulikiacha zamani, wakati hamna vyo, watu walikuwa wanaachia tu mizigo kwenye mashamba na nini ukipita kesho yake. Kwa hiyo ukipakwa kinyesi kwenye uso wako hakuna mtu atakaye kukubali, na kumbuka, shetani anaijua Biblia. Kwa hiyo kuna watu akitaka kuwaharibu anatumia njia hiyo, kwa adui ulitumia ili mtu aendelee kukataliwa. Ni yeye anawakamata, anawapeleka gerezani ikiwezekana, na wengine anawachinja kabisa, anaangamiza. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake, na hiyo ndio ilikuwa tabia aliyokuwa nayo na hiyo, hayo ndio yalikuwa maisha yake siku zote, kulingana na elimu aliyopewa na mafundisho aliyopewa, kwamba watu wa aina hii hawatakiwi kuwepo, watu wa aina hii hawatakiwi wa kuishi, tunatakiwa tushughulike nao kwa kisha tunawafuta kwenye ulimwengu. Hasa wakati haya anayafanya, Biblia anasema majira haya, alikuwa akielekea mahali fulani ili aende akatekeleza hilo jukumu. Wakati anakwenda akakutana na Kristo ambaye alikufa msalabani. Bwana Yesu asifiwe! Ndio maana nilisema Kristo ndiye anajua thamani yako. Alipokutana na Yesu, Yesu akampiga upofu. Baada ya kumpiga upofu, hakuona ak... Paulo, pamoja na hayo yote usimamisha msalaba, maanake tunazaliwa upya tunakuwa kiumbe kipya, kwa hiyo ukurasa mpya unafunuliwa. Ndio maana ukishaanza kuona unakataliwa, wengine wanatumia tabia zako, wengine wanatumia historia yako, rudi msalabani, mwambie Bwana, ulikataliwa kwa ajili yangu, ulibeba kwa ajili yangu. Haya niliyokuwa nikiyafanya kale ndiyo yalikufanya uende msalabani, na sasa unasema ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Naomba kibali chako. Ile nguvu ya msalaba itafanya ukubalike katika meingilia kati maana yeye ndiye ambaye anaweza kusababisha mtu akubarike. wa watu wanaweza kukukataa kwa tabia zako, watu wanaweza kukukataa kwa historia yako, lakini yule anayejua thamani yako aweze akakukataa katika jina la Yesu ali hai. Maana anajua alichokipitia pale msalabani, anajua mateso aliyoyapitia, anajua taabu aliyoipata. Na kwa kuwa anaonekana hana maana, msalaba unamfanya kuwa kitu bora, unamfanya kuwa chombo cha heshima unamfanya aanze kukubalika na watu, wanashangaa ikabidi aanze kurudi kwa wale wale waliokuwa wanamtuma, wanamwambia ua, akaambia sasa hivi siui tena, huyu ni mtu mwema. Hizi habari ni njema, amenitokea nimekutana naye, na kama amenisafisha. Ndio maana utaona wakati anaeleza anasema nayahesabu mambo ya zamani kama mavi. Bwana Yesu asifiwe, kwamba sitaki kurudi kule, sitaki kukutana na yale, kwa sababu si kitu si kitu cha thamani, hakina maana. Kristo amenifanya kuwa kiumbe kipya. Unataka kushinda hali ya kukataliwa kwa sababu ya historia uliyonayo, kwa sababu ya tabia uliyonayo? Njoo msalabani kwa Yesu Kristo, yeye atakusaidia na utakubalika katika jina la Yesu aliye hai. Paulo alionekana hana thamani, alionekana hana maana, alionekana mtu mbaya, alionekana mtu asiyefaa, lakini msalaba ukamfanya kuwa mtu mwenye heshima. Leo tunasoma nyaraka zake, leo tunazungumza nyaraka zake. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ikiwa alitenda kwa Paulo, atatenda na kwako katika jina la Yesu ali hai, kwa sababu amekuandalia hatima njema. Utafika katika jina la Yesu. Waliokukataa kwa sababu ya tabia, Mungu atasafisha na watakuona unafika pale Mungu anapotaka uwe katika jina la Yesu sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana, ye ndiye anayetusaidia kwa sababu adui kazi yake hataki ufike. Yohana 10:10 mwiviaji ila aibe achinje na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima tele. Kwa hiyo Kristo alikuja kuhakikisha tunafikia hatima njema aliyoiandaa kwenye maisha yetu. Paulo alipotezewa, Paulo aliharibiwa, lakini Kristo kwa sababu alimwona akamtokea na akamwambia, nenda usimkatae Bwana Yesu asifiwe. Usimkatae hata kina Petro, kuna mahali waliona huyu ni hatari, asije akatugeuka hapa akatuchinja. Akamwambia jamani, msiwe na unafiki, mimi nimeshakombolewa na kila mtu amepewa wito wake, mi nimepewa wa mataifa, mimi nimepewa wasiotailiwa, nimepewa wa mataifa na we Petro umepewa kwako. Kila mtu aende kwenye njia, paka anamkemea na Petro kwa nini? Kazi ya msalaba ni kuhakikisha tunafikia hatima ambazo Mungu ameweka mbele yetu. Haijalishi tutakutana na vikwazo vya namna gani. Haijalishi tutakutana na vizuizi vya namna gani. Haijalishi adui atatumia kitu gani kuhakikisha unakataliwa. Kazi ya msalaba ni kukupa kushinda katika jina la Yesu aliye hai. Usije ukajiona mnyonge hata siku moja. Usije ukajiona hauna maana. Eti kwa sababu zamani ulikuwa mgomvi, eti kwa sababu zamani ulikuwa mkorofi, watu wanakataa kukuajiri. Hicho ni kipindi cha muda tu. Kazi ilikwisha pale msalabani, watakupokea na utaifikia hatima yako katika jina la Yesu aliye hai. Sema hey, amen. Nataka twende mbele za Bwana kwa dakika chache tukamwambie Bwana, kila tabia isiyofaa kwenye maisha yangu ambayo adui anayetumia kama kigezo cha mimi kushindwa kufika kwenye hatima, ili niendelee kukataliwa, ili nisiendelee kukubalika, na isogeza msalabani pako Bwana. Yesu asifiwe. Unamwambia Bwana, naleta msalabani pako historia yangu ya nyuma, isiwe sababu na kizuizi cha mimi kufika mahali ninakotakiwa kufika. Wewe ulishinda, ulimbadilisha Sauli, pamoja na historia yake, lakini neema ilifunuliwa kafika mahali anasema, nimepiga mwendo, nimevipiga vita, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Anatamka hayo maneno. Kwa nini? Bwana alimsaidia kushinda hali zote za kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe kwa neema ya Mungu utashinda na utafika katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako pale ulipo, simama kwa miguu yako pale ulipo tulikuwa tunaangalia vitu vinavyotumiwa na adui ili tuendelee kukataliwa. Tumeona katika Malaki tatu, anasema nami nitapaka nyuso zao mavi. Mwambie Bwana, kila harufu niliyowekewa, kila kinyesi kilichotumika kwenye ulimwengu wa roho, Bwana kiondoe. Vazi nilovishwa la kukataliwa, Bwana liondoe. Lakini anatuambia tabia tulizo nazo au historia adui ataitumia ili uendelee kukataliwa. Asubuhi ya leo mwambie Bwana, unanijua kuliko ofisi hiyo inavyonijua, unanijua kuliko kampuni hiyo inavyonijua, unanijua kuliko watumishi wako wanavyonijua. Nazileta tabia zozote ambazo zinaweza kuwa sababu nikakataliwa na kushindwa kufika kwenye hatima, naleta msalabani pako, shughulika nazo. Matunda yako yazaliwe na kibali chako kiwe pamoja nami. Mungu ni mwaminifu hata kuacha, maana hiyo ndio kazi ya msalaba. Sema e Bwana Yesu, paza sauti yako sema e Bwana Yesu, ninakushukuru kwa asubuhi njema iliyokubarika machoni pako. Nimetambua ya kwamba unaniwazia yaliyo mema, na kila nilichokianza kwa msaada wako nitakikamilisha. Katika jishinda kizuizi cha kukataliwa na vitu vyote ambavyo adui navitumia kuimarisha roho hiyo, ili nikataliwe, ili nisikubalike katika jina la Yesu. Iwe ni kinyesi wametumia kwenye ulimwengu wa roho kuchafua uso wangu, kuchafua kazi yangu, kuchafua maisha yangu, kwa damu ya Yesu ninasafisha leo, kwa damu ya Yesu ninaondoa leo, damu ya Yesu Kristo ninaleta. Msalabani pako nitengeneze Bwana, ondoa Bwana, nipe kukubalika, nipe kukubalika jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, uwa ule utu wa kale, uwa historia hiyo, simamisha historia mpya mwambie Mungu akuwezeshe akuondolee hiyo hali akuondolee hiyo harufu mbaya kwenye ulimwengu wa roho, akuondolee hicho kinyesi akuondolee kila kilichotumika. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumesogea madhabahuni pako na patakatifu pako tukiuangalia msalaba ambao ndio nguvu yetu ya kutusaidia kushinda vizuizi vyote vya hatima. Bwana katika jina la Yesu Kristo tunaomba neema na msaada wako. Historia zetu Bwana, tabia zetu Bwana, zimekuwa sababu ya kukataliwa, zimekuwa sab... tunaomba neema na msaada wako. Yamkini ziko tabia zisizofaa zimekuwa zikijirudia kwenye maisha yetu, zimekuwa zikitokea mara kwa mara kosa lile lile lililofanya niondolewe kwenye kampuni ya kwanza limesababisha niondolewe kwenye kampuni ya pili, na sasa ni ya tatu. Wananikataa kwa sababu ya tabia hiyo, kwa sababu ya makosa hayo. E, Bwana, ninakuja patakatifu pako, naomba neema na msaada wako, naomba neema na msaada wako. Umenibadilisha Bwana, umenitengeneza Bwana, ulibeba madhaifu yangu, ulibeba kukataliwa, ulibeba tabia mbaya, ukasema, imekwisha. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. asubuhi ya leo ni nisemee juu ya watu hao, nisemee juu ya ofisi hiyo, nisemee juu ya wafanyakazi hao, nisemee juu ya ndugu zangu, ili wajue ya kwamba mimi ni kiumbe kipya, ili wajue ya kwamba wewe umenichagua. Vilivyokuwa vizuizi umeviondoa Bwana, umebadilisha utu wangu, umebadilisha tabia yangu, katika jina la Yesu Kristo. rapa sheteria manda rapakaria mando rabasata rapopoposhata rikandaraba sata yanda rabakoria ya mandarabasata Papa, papa, shata rapa kali anda, rapa shata. Ninakuita bwana wa mabwana, ninakuita mfalme wa falme, ingilia kati e Bwana, ingilia mba. Ni chombo chako teule, una haja naye, akalikamilishe kusudi lako, akakamilishe wito uliomwitia, akafikie hatima njema uliyoiandaa kwenye maisha yake kwa jina ya Yesu Kristo. Neema hiyo iwe juu ya kila mmoja, neema hiyo ifunuliwe juu ya kila mmoja. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninaondoa hicho kizuizi, ninaondoa hicho kizuizi, naondoa hiyo

Inatusafisha, inatusafisha. Funika macho yako pale ulipo, na nawe ulioko nyuma, inaenua sadaka yako Baba katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwenye nguvu. Umelituma neno lako ili lituponye na kutotoa kwenye maangamizo. Watoto wako wamekuwa wakikutana na kizuizi cha kukataliwa katika maeneo ya kazi zao, katika maeneo wanayoishi. E Mungu katika jina la Yesu Kristo, naomba nguvu ya msalaba na uweza wako, ulioachilia pale msalabani ukasema imekwisha. Naomba asubuhi ya leo jambo hilo likaishe katika jina la Yesu Kristo. Wengine wamekataliwa bila sababu, wengine wanakataliwa kwa sababu ya historia zao, wengine wanakataliwa kwa sababu ya tabia. Katika jina la Yesu Kristo naita nguvu yako na uweza wako Bwana, kila hila iliyosimama biu hizi mikononi mwako tunapoziachilia Bwana, ni ofisi zetu mavi waliopaka kwenye biashara, waliopaka kwenye ndoa, haina amani, haina furaha, ninayatoesha kwa damu ya Yesu Kristo ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo ninayafuta na ninayaondoa kwa damu ya Yesu Kristo na watakasa kwa damu ya mwanakondoo aliye hai ile iliyomwagika msalabani, ikanene mema kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Pokea kibali cha Bwana, pokea kukubarika. Mungu akakusemee kwa watu wao, Mungu akakusemee kwa watu hao, ili wakuelewe unapojieleza, wakakuelewe. Mungu akaseme katika mioyo yao. Asante Bwana kwa sababu unasikia. Naomba neema yako iwe pamoja nasi tena katika siku ya leo. Tunapotoka mahali hapa, uwepo wako na nguvu zako zitufunike, baraka zako ziwe pamoja nasi, na sadaka hii ikasimame kuwa ukumbusho mbele zako katika jina la takatifu la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, na kila mwenye pumzi aseme amen. Bwana aachilie neema na kukubalika juu yako, popote unapopita, popote unapojieleza, Mungu akasimame kama mtetezi na kukufadhili na kukusemea katika jina la Yesu, amen. Karibu baba. Tumpe Yesu makofi mazuri ya yeah. Yeah, shukurani, asante sana Mwalimu Richard, Mungu akubariki, ni wakaribishe.